Nilishasema humu ndani kwamba mimi ni darasa la saba, na humu ndani tuna matabaka tofauti. Inawezekana ni vizuri zaidi kila mtu akatetea wenzie. Nimpongeze mheshimiwa Rais alipoenda pale bandarini, akiwa anazungumza na watumishi wa bandari kuhusiana na swala la vyeti feki na wale waliofoji kutoka darasa la saba kuwa na vyeti vya form four alitamka wazi wazi mchana kwamba wale wote waliofoji vieti kutoka darasa la saba kwenda form 4 wafukuzwe kazi, lakini wale walio na vieti vyao vya darasa la saba na kazi wanazozifanya wanafanya vizuri, waendelee na kazi. Na kila mtu alisikia, na swala hili lilisemekana, lilizungumzwa mchana. Sasa, mheshimiwa mwenyekiti, ndani kuna wasomi wengi, lakini pia kuna wadarasa la saba wengi na huko nje hata nyinyi wenye digrii humu ndani kuna ndugu zenu wa darasa la saba ambao walikuwa wameajiriwa hizo ajira ndogo ndogo. Ninaishauri sana serikali yangu, na ninashangaa ni kwa nini wamewafukuza watendaji wa vijiji wa darasa la saba. Wanataka hizi nafasi za darasa la saba hizi za utendaji wapewe watu waliotoka vyuo vikuu. Ni wapi? Ni wilaya gani? Ni kijiji gani ambako mmepeleka mtendaji graduate akaweza kufanya kazi akawazidi darasa la saba? Tumefukuza madereva. Hivi niwaulize ndugu zangu mawaziri, wewe unasomesha mdoto wako e, English medium kwa hera nyingi, anaenda sekondari, anaenda form 6, anaenda chuo kikuu, akitoka chuo kikuu tena akawe dereva? Hivi tuna, tunafanya mambo gani ya ajabu? mimi ninaomba sana serikali yangu tena na, na wabunge wenzangu wa CCM tuitake serikali itoe tamko la kuwarudisha watendaji hawa kwenye kazi, sio kuwalipa. Haiwezekani mtu amefanya kazi toka mwaka elfu mbili na nne unakuja kumfukuza leo. Hatuzungumzi swala la kulipwa mafao, warudishwe kazini, watoke kwa muda wao wa kustafu na hili limefanyika hata kwenye majeshi. Kwenye majeshi enzi hizo watu walikuwa wanachukuliwa darasa la saba, leo wengine ni mameja wengine ni maocd wameachwa mpaka wastaafu. Iweje watendaji tunawafukuza? Mtu amebakiza miaka miwili, unamfukuza. Tuliombe serikali iwarudishe, na kama serikali itakaidi, mimi nataka niwape ushauri, kwa sababu humu ndani kuna wabunge kama nisikosei, mia darasa la saba na zaidi, sio la saba tu, hata form four feria wamo, vyuo vikuu wenye vyeti havieleweki wamo humu ndani. Ninaomba sana serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi unisikilize vizuri. Msikilize vizuri kwamba kama hamwezi kuwarudisha hao watendaji na sisi wabunge wa darasa la saba humu ndani mtufukuze. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, sioni sababu hata ya wabunge wa darasa la saba kuwa humu ndani na wale wenye vyeti ambavyo nimevitaja ni bora katiba ikatuondoa humu ndani, lakini mkituondoa, mturudishe kwa viti maalum kama makundi mengine yaliyoko humu ndani, kwa sababu na sisi tuko wengi wa darasa la saba na Mheshimiwa mwenyekiti, ukitaka kuangalia, hebu naomba uangalie tu e, ukurasa ukurasa ukurasa wa 49 ukurasa wa 49, nani kipengele cha elimu, ukisoma namba 80 pale waliodairiwa kuingia darasa la kwanza walikuwa milioni mbili. Waliodairiwa kutoka darasa la saba kwenda form 4 form 1 mpaka form 4 ni, ni laki tano. Kwa hiyo darasa la saba tena wamekuwa wengi kuliko walioenda sekondari, lakini ukiisoma hii taarifa haikufafanua kutoka kwenye laki tano kwenda chuo kikuu, utakuta kuna laki. Kwa hiyo ukipiga hesabu ya kawaida sisi tuko asilimia themanini na tano, lakini kingine, mheshimiwa mwenyekiti, ukiangalia walipa kodi wakubwa Tanzania na mheshimiwa Mipango na waziri wa viwanda yuko hapa, wajasiriamali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la saba. Hebu asimame hapa nitajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali, mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri, halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi, tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti, kama tunaondolewa kwenye katiba, na sisi tuwekwe kwenye kundi la viti maalum kama wanawake, kama walemavu, na sisi tuwakilishe, twende hivyo hivyo na kwenye baraza la mawaziri, kwa sababu tunakosa wawakilishi kwenye baraza lenu. Ndio maana mnataka kuwatoa hawa watu. Niombe sana serikali ya chama cha mapinduzi, na ili wabunge tuungane kwa pamoja, ondoeni hata uvyama, kwa sababu hawa hawa darasa la saba, mna shangazi zenu, mna wajomba zenu waliofukuzwa, mkijipigia makofi wenye chuo kikuu wachache. Tutakutana elfu mbili na ishirini.